Serikali ya Marekani wiki iliyopita ilitangaza mkakati mpya wa usalama wa taifa unaobadili sera yake ya kuwa usha na ushawishi wa kidunia na kuelekeza nguvu zake katika ushawishi wa kikanda. Chini ya mkakati huu mpya, Washington imewatenga washirika wake wa jadi wa Ulaya na kutoa kipaumbele kwa kanda ya Amerika. Marekani inalenga sasa kupunguza ama kuvunja ushirikiano katika masuala kadha, ikiwa ni pamoja na ule wa miaka mingi wa kiulinzi wa jumuiya ya kujihamia NATO, na sasa ikiyataka mataifa ya Ulaya kuwajibika kwa ajili ya usalama wake. Ni mkakati ulioibua wasiwasi mkubwa na hasa Ulaya, huko Urusi ikiupokea kwa mikono miwili. Kulikoni? Nimewaalika hapa studioni kwa njia ya simu Dokta Harrison Mwilima, mhadhiri huyo aliyoko mjini Berlin na Mubelwa Bandio, mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Maryland, Marekani. Karibuni sana. asante sana. Ninaanza na Bandio, kwa nini sasa Trump anataka nini, analenga nini, Bandio? Bandio, pole. Naona kidogo karibu, <laughs> karibu. <laughs> Asante sana na nafikiri kuna mambo kadhaa ambayo yamezungumzwa, hasa hapa nchini Marekani wanaanza kuangalia kwamba kuna ile sera ambayo inaonekana kwamba ni Marekani kwanza, lakini mm -hmm, Marekani kwanza ilikuwa ni pamoja na kusambaza demokrasia katika dunia. Kwa bahati mbaya sana, kinachoonekana sasa hata baadhi ya watu wakiwemo ndani ya chama cha Republicans wanaanza kuhisi kwamba Trump ambaye aliingia na pengine aliingizwa kama mtu ambaye alikuwa na fikra za kibiashara, wanahisi wana bado ana uo mrengo wa kuonekana kwamba ni wa kufanya marekani ya kibiashara zaidi kuliko uh, kuliko ya kidemokrasia na ameondoka katika ile dhana ya kutaka Marekani aonekane ya kwamba ndiye kiongozi wa dunia, kwa sababu ukiangalia katika mkakati wake yale mambo ambayo alikuwa amepanga awali ama alikuwa akizungumziwa kuhusiana na, na ushindani mkubwa uliopo pamoja na China na Russia uh, yamebadilika kidogo na kama alivyozungumza sasa hivi mm, anaonekana ni kama vile anaelekea ku kutaka kuweka um, lugha nyepesi kwa Rusia na mashariki ya kati huku akijaribu ku kuwafanya um, Uingereza pamoja na washirika wake wengine waonekane uh, Ulaya pamoja na washirika wengine waonekane kama maadui. Kwa hiyo sasa hivi inaonekana ni ile ile kama sera ya Marekani kwanza, lakini ambayo imekuja katika mfumo wa ki um, ya kibiashara zaidi, kifaida zaidi katika mambo yote ya taarifa na vitu vingine, kuliko ambavyo ilikuwa kwamba Marekani kwanza, lakini iongoze katika demokrasia. Lakini ukiangalia kwa undani eh, mkakati huu haujataja sana eh, eneo la mashariki ya kati na hata Israel ambayo imekuwa ni kama inatiliwa kipaumbele sana miongoni mwa sera za nje za Marekani, haijazungumziwa sana kwenye mkakati huu. Ha, ni kweli hajazungumza. ha, ha, ha, kama nilivyosema uh, neno ambalo limetumika, wasema watachukua Middle East uh, na leader as is. Kwa hiyo wamejitahidi kujikita katika upande nusu ya magharibi ama magharibi, anasema uh, Western Hemisphere zaidi na kuanza kupuuzia kidogo kuhusiana na anaoendelea upande wa mashariki na kujaribu kulazimisha mataifa ya Ulaya kuonekana kwamba ndio sio tu ndo chanzo cha migogoro liko kule, lakini wao solution la kule. Kwa hiyo wao wanaamini wana katika ele sera uh, fulani kama kama ambavyo uh, amerudi takriban miaka mia mbili na mbili nyuma kwenye ile sera ya, ya rais James Monroe um, kuhusiana na ambayo inaitwa Monroe Doctrine ambayo kidogo ni kama vile sio tu ilishitumu koloni na masuala ya Ulaya, lakini ilionekana kwamba kutaka kujijenga na kujiwekea mipaka ya kindani zaidi. Hapo ndio pekee ambapo ile ile masuala ya ya Marekani kwanza yamekuja, lakini kweli amejikita za zaidi katika upande wa magharibi na kuonekana kuacha ama, mm -hmm. pengine kupuzia yanayoendelea upande wa mashariki. Mwilima, Ulaya no, imetengwa. Ulaya imegeuziwa mgongo baada ya kama miaka sabini hivi ya muungano wa kiusalama wa NATO. Sasa wanaachana e, hali ni tete. Na unaionaje, unaiangaliaje katikati ya haya ambayo yanaendelea sasa hivi barani Ulaya? Hali ni tete, hali ni tete kweli kweli, mm-hmm. kwa sababu kama ulivyosema ni mkakati ambao unaonyesha kuitenga Ulaya. Sasa Ulaya inakuja kutengwa wakati kuna vita vinaendelea hapa kati ya Urusi na Ukraine, kwa hiyo na tunajua kabisa kwamba hili jeshi la NATO, huu muungano wa NATO ndio muungano ambao ulikuwa kama unatoa dhamana za kiusalama mm. katika nchi nyingi za Ulaya. Kwa hiyo Ulaya kutengwa na na kuona katika mkakati huu kwamba Donald Trump anajaribu kujiondoa na kuhamia upande wa Amerika ya Kusini inaonyesha kabisa kwamba hapa hali itakuwa tete, na labda kwa kuongezea tu hapo, kwa sababu tunaona kwamba eh, awa Ulaya wamekuwa wakipata kiburi eh, kwa sababu kwamba walikuwa wanadhani kwamba Marekani ataweza kuwapa ulinzi. Sasa hiki mm. kiburi cha kumfanya labda wakati Trump alikuwa akitoa uh, zile proposal zake za kumaliza mgogoro kati ya Urusi na Ukraine, tumeona Ulaya ndo walikuwa wakiupinga waki na kumwomba Ukraine kwamba apingane nao. Kwa hiyo hii Ulaya ya kutengwa ni kitu ambacho tayari tulikuwa tumeshaanza kukiona tukia mwanzoni. Hiki ni kitu ambacho hata wakati wa awamu yake ya kwanza eh, tulikuwa tushaanza kukiona. Tatizo ni kwamba hizi nchi za Ulaya watu walikuwa wanafikiri labda katika ile awamu ya kwanza kabisa ya Trump walifikiri kwamba wangeamka na kuanza kujitegemea wenyewe kutotegemea sana Marekani, lakini lakini lakini alipokuja Joe Biden wakarudiana waka tena na Marekani na sasa hivi sasa ndo wanaanza kuiona sasa hiyo, hiyo joto ya jiwe kwa maana ya kwamba sasa inabidi waanze kujipanga wenyewe kwa wenyewe na kuona ni jinsi gani wanaweza wakalinda bara lao mm. wanaweza wa, wa, ni jinsi gani ambapo sasa wanaweza sasa wakaanzisha mahusiano ya kidiplomasia na Urusi na hizi nchi nyingine za BRICS labda na China, kwa hiyo mm. eh, lile lile tulikuwa tunasema hapo zamani kwamba nchi za magharibi, kwamba tukisema nchi za magharibi tunamaanisha kwamba Ulaya na Marekani ni vitu ambavyo sasa hivi ku, tukiangalia mkataba huo Marekani huu uh, mkakati wa Marekani wa kiusalama ni vitu ambavyo sasa hivi vitabadilika, na Ulaya itarudi katika, unajua Ulaya Ulaya ilikuwa imeshazoea kujiona kwamba eh, ni nchi ambazo ziliutawala ulimwengu takriban miaka mia tano kwenda kutawala mataifa mengine eh, kwa hiyo hii sasa kurudishwa, yani kuachwa na Marekani tunajua kabisa kwamba baada ya vita vya pili vya dunia ni Marekani ndo kama alikuwa ana, ana, anaifanya Ulaya iendelee kuwa juu. Kwa hiyo hii inaweza pia ikawa ni kama anguko fulani mm. la la Ulaya, la, la Ulaya. Lakini lakini Mwilima, tumesikia e, matamshi ama matamko naweza kusema yakitolewa na viongozi wa Ulaya uh, Umoja wa Ulaya wenyewe, mataifa makubwa ya Ulaya, tumemsikia kansela wa Ujerumani akisema hawataki kuelekezwa ama kupata maelekezo kutoka Marekani, wanataka sasa kujisimamia wenyewe. Ni wakati mwafaka, umesema kwamba walitakiwa labda washtuke hilo tangu pengine awamu ya kwanza ya Trump, lakini mpaka sasa walikuwa bado wamelala, lakini sasa wanasema kwamba wanataka kujisimamia wenyewe. iko tayari kiasi gani? Hawapo tayari sahivi, yani mpaka kuweza kujisimamia wenyewe Inaweza ikachukua kama miaka ishirini eh, kwa sababu hata ukiangalia sasa hivi eh, mabadiliko mbalimbali yanayofanyika katika uchumi wa dunia eh, ma, uvumbuzi mbalimbali wengi una, uvumbuzi mwingi unatoka Marekani au China. Hawa eh, walikuwa wamejisahau, wanashindwa hata kutengeneza mifumo yao wenyewe ya kujitegemea. Siku zote walikuwa wanategemea Marekani. Ukiangalia kwa mfano, ukilinganisha Ulaya na China, wakati Marekani alikuwa akitengeneza vitu eh, China nayo ilikuwa inatengeneza alternative zake. E, kwa hiyo sasa hawa mpaka kujitoa kabisa katika mikono ya Marekani mm. Nadhani ni kitu ambacho kitachukua muda mrefu nadhani mm -hmm. Kinaweza kikachukua hata miaka ishirini mpaka waweze kujitegemea kabisa mm -hmm. Wenyewe kama wenyewe mm -hmm. Kwa kifupi, nabaki kwako, kabla sijarudi kwa Bandio, e, baadhi ya wafuatiliaji wanasema e, mkakati huu ni kama tusi kubwa la Ulaya na anayechekelea sasa e, naweza kusema meno yote nje ni Urusi. Kwa nini Urusi, inampa nguvu gani mkakati huu? nikipitia ni, ni mkakati huu kuna baadhi ya vipengele kwa, kwa sababu mkakati huu unasema wanaiangalia Urusi sasa kama wanaita ile stability partner mm. kwa maana ya kwamba ni atakuwa ni kama, ni kama ni ni kama ni, ni, wana mahusiano ya Urusi ya kimkakati katika kuhakikisha usalama e, kwa hiyo hiki ni kitu ambacho nadhani Urusi imekiona ni, ni kitu muhimu, kwa sababu tukiangalia katika mikakati mingi iliyopita ya kiusalama Urusi ilikuwa inaonekana kama adui, lakini sasa hivi nafasi ya Urusi imebadilika e, kwa hiyo sasa hapa Urusi anaweza akawa anachekelea hususan katika kuelekea mgogoro huu wa Ukraine kwamba mm -hmm. kuona kwamba kama ilikuwa na iko sawa katika ku, ku, ku, kuishambulia Ukraine na kuhakikisha kwamba ili kumaliza mgogoro huu maslahi ya Urusi lazima yazingatiwe. Kwa hiyo ni kitu ambacho sasa pia kinafanya a ah, hizi nchi za Ulaya, unajua hizi nchi za Ulaya zilikuwa zinategemea sana nishati kutoka Urusi, wakaweka hivyo vikwazo vyao, na sasa hivi hizi nishati nyingi zinaenda China na Urusi hawa Ulaya wamebaki kama wanaangaika, sasa hivi hawana nishati abeirahisi mm. uchumi unazidi kuanguka. Kwa hiyo kwa hiyo Urusi anafurahia hapa kwa vitu vingi, kwa maana ya kwamba eh, kwa Marekani jinsi inavyoiangalia hili swala. Lakini hapa lazima nionge, niongezee kitu kimoja kwa ufupi. Itaku, itakuwa inasikitika kuhusu, kwa mfano hii, hii sera ya Monroe Doctrine ambayo ambayo mwenzangu ameitaja hapo Bwana Bandio, mm. kuelekea kuelekea Amerika ya Kusini, unajua kule kuna nchi ambazo zina uhusiano mzuri na Urusi kama Cuba, Nikaragua, eh, Venezuela kwa hiyo kwa, kwa upande huo nadhani Urusi itakuwa imeangalia huu mkakati kwa njia tofauti, lakini mm -hmm. kwa upande wa Ulaya Urusi itakuwa imefurahi sana. E Bandio, hizi sera za Trump zinaweza kuibadilisha vipi Marekani? Anazungumzia swala la mbinyo, anaikosoa Ulaya kuikubinya ku, uhuru wa kujieleza e, kwamba inakaribia ina, ina kuondoa ama kufuta ule ustaarabu wake kutokana na uhamiaji. Zinaisaidiaje Marekani na unadhani zinaweza kuwa ni za kudumu, kuja kuzibadilisha uh, baada ya miaka minne kama, kama Trump atamaliza ya miaka yake minne yeah, na sera hii ikaendelea kuwepo itachukua muda mrefu sana kuja kuibadilisha, na hilo linajulikana. Lakini actually ambali hiyo, namna ambavyo uh, trump mwenyewe na hii sera uh, najua hapo Dr Mwilima amezungumzia kuhusiana na Russia lakini pia China. Ukumbuke hii sera kwanza imetolewa kimya kimya, imetolewa kimya kimya hivi juzi, lakini jambo la pili pia ni kwamba ilicheleweshwa kwa sababu tu uh, waziri wa, wa fedha hapa nchini Marekani Scott Bessent alikuwa anataka lugha iwe rahisi kwa China, na yeye sasa hivi ni kati ya watu ambao wanazungumza na China katika masuala ya mazungumzo ya kibiashara, mm. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kwamba nafikiri ndio maana ili kuondoka kwa Ulaya, amebaki na haya mataifa mawili makubwa ambayo kama nilivyosema pale awali, sio kwamba anaangalia kama maadui, bali anaangalia kama, um, anaangalia kama watu ambao anaanza kuwa na kimkakati nao, kwa sababu ye mwenyewe anaamini kwamba kuwa na mahusiano mazuri ama kuwa na mahusiano yaliyothabiti ya nao wawili, anaweza akafanya dunia ikawa mahala bora zaidi. mm. Nchini Marekani anaangalia vipi sasa? Hiyo ni suala tegemea unamuuliza nani, kwa sababu Trump bado anabaki kutaka kuitumikia kile ambacho kinaitwa base yake, wale watu ambao wanaamini Make America Great Again na sasa hivi ndio maana umeona sana amerudisha katika swala zima la magharibi, anasema kwamba tunataka kulinda mipaka, amesema tunaweza tukaenda Venezuela, tunataka kuongeza katika jeshi la maji na jeshi la anga kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama. Kwa namna fulani bado anabaki na ile dhana ya kuwaaminisha wale ambao pengine kijiografia wanaamini kwamba Marekani inajitegemea mm -hmm, kwamba tunaweza tukajitenga, tusiwalete watu waingie, watu kutoka nje ndio wanatuharibia nchi. Kwa hiyo bado anaendelea kuihubiria base yake, uh, na kwa bahati ama ilivyo bahati ama ilivyo bahati kwa wengi kulingana na nani unamuuliza Trump bado anaendelea kuwavutia baadhi ya watu akiendelea kuigawa nchi. Kwa hiyo kulingana na wamuizia nani, wapo watu ambao wamesema kwamba hii ni hatari, miongoni mwao wakiwa watu ndani ya Republicans, lakini watu wanaosema kwamba hatimaye tumempata rais ambaye anaweka masilahi ya Marekani kwanza. Kwa kifupi sana, unadhani anao uwezo wa kubadilisha hali barani Ulaya kama ambavyo pengine inaweza kusema ananuia? Kwa kifupi sana, Bandio. Sitaki kuamini hivyo, lakini tumekuwa ametuprove ame wrong katika mambo mengi sana katika namna ambavyo anafanya vitu vyake. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ni muda tu ambao unaweza ukatueleza anao aina fulani ya ushawishi, hasa ushawishi wa nguvu mm, na sasa hivi akitumia zaidi masuala ya ushuru, tuangalie ana, ana uwezo wa kubadilisha baadhi ya mambo katika ile. Asante sana Bandio, asante sana Dokta Mwilima, muda umetumalizikia hapa. Ninashukuru pia kwa kuendelea kuwa nasi. Mimi ni Lilian Mtono.